No reforms, no election ya rindima mitandaoni. Watanzania mitandaoni wameibuka kwa wingi kusambaza ujumbe wa no reforms no election, yani bila mabadiliko hakuna uchaguzi wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA mitandaoni. Hii imefanya kampeni hii kuwa jambo pekee linalozungumzwa kwa ujumla katika anga la mitandao ya kijamii Tanzania. Sehemu kubwa ya watu wanaoandika maoni au comment kwenye kurasa za vyombo vya habari viongozi, kurasa za serikali, kurasa za taasisi, kurasa za watu maarufu, jambo ambalo linafanya kuwa vigumu kuingia katika mtandao wote wa kijamii Tanzania bila kukutana na jumbe hizo. Hali hii imetoa kazi kubwa kwa Uh, waongoza uh, kurasa za viongozi na taasisi mbalimbali za umma kujikita katika kufuta na kuzuia baadhi ya maoni katika kurasa zao. No um, No reforms no election ni kampeni ya Chadema inayohimiza katika kuleta mabadiliko muhimu katika mfumo wa uchaguzi Tanzania. Chama hicho kimekuwa kikiji Ta, kikitaja matukio ya wanachama wao kuuawa katika uchaguzi wa serikali za mitaa uliopita, majina ya wagombea wao kuenguliwa, ugumu wanaokutana nao kutangazwa wanaoshinda, na kasoro katika muundo na utendaji wa tume ya uchaguzi, kama baadhi ya vichocheo vya kuhitaji mabadiliko. Tume ya uchaguzi ilitangaza kuwa chama hicho kikiu cha upinzani kitazuiwa kushiriki katika uchaguzi kwa miaka mitano kwa kuto, uh, kutosaini fomu za maadili mnamo Aprili 12 mwaka 2025, jambo ambalo wanasheria na wachambuzi wameendelea kulikosoa huku wengine wakienda mahakamani kutaka ufafanuzi zaidi. Mrindimo wa No Reforms, No Election mitandaoni umezua mijadala hasa baada ya watumiaji wa mtandao wa Instagram na TikTok kuanza kusambaza jumbe hizo, wengi wakihusisha hali hii na chachu aliyoitoa mwanaharakati Mange Kimambi mwenye umaarufu mkubwa katika mtandao wa Instagram. Mitandao hiyo ambayo inafahamika zaidi kwa maudhui ya burudani na watu maarufu imeendelea kuacha mshangao namna jumbe hizo zilivyoweza kusambaa na kuwa maarufu huku wengi wanaonekana kutokuwa na kawaida ya kushiriki waziwazi katika maudhui ya siasa au wakishiriki kusambaza jumbe hizi. Na nukuu, no reforms no election si kauli ya kupinga uchaguzi kwa utashi wa kisiasa, bali ni wito wa haki na demokrasia ya kweli. Tunadai marekebisho ya msingi katika mfumo wa uchaguzi ili kuhakikisha kila kura ina thamani na matokeo yake yanayoakisi sauti ya wananchi. Mwisho wa kunukuu, alieleza moja ya mwananchi aliyeandika kwenye ukurasa wa msanii maarufu. Wimbi la no no reforms no election lilionekana la uh, kumfikia msanii maarufu kutoka nchini Nigeria, Chela Boy, aliyefika Tanzania kwa ajili ya kutumbuiza na mnukuu, mimi ni mwanamziki na sijihusishi na siasa na sijui lolote kuhusu siasa. Jumbe zinazoandikwa kwenye ukurasa wangu zinanishtua. No reforms no election ni nini? Watanzania mnaweza kunielewesha? alieleza Chela Boy. Wachambuzi wengi wanaieleza kampeni ya CHADEMA kama kampeni inayoto, inayotoa uchaguzi wa watu kuamua kutochagua jambo ambalo linaonekana kuwa jipya Tanzania. Hata hivyo baadhi ya wadau iki, akiwemo Jaji mkuu mstaafu Jaji Josefu Sinde Warioba ameendelea kuonya juu ya changamoto ya uhalali wa kisiasa na mgawanyiko katika jamii ikiwa mamilioni wataachwa nje katika fursa ya kupiga kura, namnukuu, ukiona taasisi hizi zinazosimamia mambo ya siasa hapa E, wanatazama e, hapa wanatazama vyama. Tume inatazama vyama, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa inatazama vyama, lakini hawajui ndani ya vyama hivyo kuna wananchi. Kwa hiyo ukichukua uamuzi unasema unaadhibu chama, ni kwa una, unaagiza unaadhibu mamilioni ya Watanzania, alieleza Jaji Josephu Sinde walioba katika mjadala wa chama cha mawakili mnamo Mei 3 mwaka 2025 akiongelea kuhusu hoja ya Chadema kuzuiwa kushiriki uchaguzi mpaka 2030, na, na mnukuu huko nyuma sisi tulikataa utaratibu ambao unaweka pembeni watu mpaka hata kufika Zanzibar mapinduzi, msingi, mapinduzi msingi wake ilikuwa ni kwamba watu hawakuwa wamepata haki. Sasa tunakuja tunarudi kule kule yale yaliyo wakataa ya mwaka 1958, ya 1963, tunarudi kuyafanya haya. Tukasema inaweza kuleta matatizo. Aliendelea kufafanua zaidi. Serikali imeendelea kuhamasisha Watanzania kujitokeza kupiga kura huku Rais Samia akisisitiza ni uzalendo kujitokeza kupiga kura na kuchagua kut, na mnukuu, kutokujitokeza kujiandikisha ni kukataa mwenyewe haki yako ya kikatiba, na unapokataa haki ya kikatiba swala unajiuliza, je, wewe ni mzalendo? Ni mzalendo wa aina gani ambaye katiba imekupa fursa hii? Nenda ka, kajiandikishe, piga kura, weka kiongozi unayehisi atakuja kukuhudumia wewe unaikataa, alieleza Rais Samia mnamo Mei 17 mwaka 2025 akiboresha taarifa zake kwenye daftari la wapiga kura na kuongeza, na mnukuu, ukikataa wenzio watakwenda kuweka wanayemtaka na unakosa fursa ya kushawishi wengine kuweka yule mnayemtaka. Kwa hiyo unakuwa wewe wa kubabaisha tu na wa kulalamika, lakini swala kubwa hapa ni uzalendo. Jiulizeni mwenyewe rohoni kwako, uzalendo wangu uko wapi? Katika kukabiliana na wimbi kubwa la no reforms no election, wafuasi wa chama tawala CCM wameanzisha kampeni yao ya Oktoba tunatiki, wakiandika jumbe sehemu mbalimbali na kusambaza pia kupitia watu maarufu. Hata hivyo bado kampeni hii haijafanikiwa kurindima kama no reforms, no reforms no election. Unaweza kuendelea kupata taarifa zetu hapa Junii TV kwa kubonyeza subscribe.